Vyote vile inachangiwa na kutokuwa tayari e, ama utashi wa kisiasa kupungua katika masuala ya maamuzi. Wewe unadhani ni nini kifanyike ili viongozi wa kisiasa waweze kujua kwamba unapohitaji kuna cha kupoteza pia ama cha kutoa? Uh, ni kweli kwamba unapohitaji kuna cha kupoteza na ni lazima uh, viongozi wa Afrika Mashariki wajue kwamba Uh, hamna mtu ambaye anaweza kujiweza yeye mwenyewe. Ikiwa wewe unataka kutoa hatua mbele, lazima ujitoe, yaani utoe kitu na kitu ambacho nimesha kiona. Unaona tu katika hizi nchi za Afrika Mashariki uh, kuna hebu tuseme kuna zile ambazo ni kubwa sana, na tena tunapoingia katika haya mawasiliano tena na maelewano kuna wakati huo tu, nchi moja inaweza kasema eti mimi sina cha kunufaika ndani, ninapoteza tu. Lakini kiukweli ni kwamba hakuna mtu anaweza kusema eti mimi nikiwa na ushirikiano na nchi fulani hapo nitapoteza tu. Kwani hebu tuseme, tutoe mifano. Tukitoa mfano kukikuwa na yani, na uhusiano bora kati ya Uganda na Rwanda na Kenya, hapo kabisa kila nchi tanufaika, hasa hasa wananchi ambao watakuwa wakitembea katika hizo nchi watakuwa wakinufaika. Tuseme kwamba kuna bidhaa, yaani kuna ma mavuno ambayo yanatoka Tanzania, yanatoka Kenya. Je, hayo mavuno tu ikiwa yanahitajika hapa Rwanda, je, tukiwa na uhusiano na uelewano mzuri, hapo hapo itakuwa ni faida kwao, kwani wenye Rwanda watakuwa wakikwenda na ku na kununua bidhaa huko Kenya au Uganda au au Tanzania vile vile. Na hapa Rwanda tukikuwa na bidhaa fulani ambayo haipatikani kwenye nchi hizo tayari nasi tutapeleka pale kile ambacho tunaweza tukasema, ni kwamba bila kupoteza huwezi kupokea. Na kitu ambacho tunaweza kuzingatia na kuweka mbele ni kwamba uhusiano, siasa, yani kila kitu, faida ndio ndicho kitu kinakuja mbele Hakuna nchi yoyote naweza kuwa na uhusiano uh, fulani na nchi nyingine bila faida. Sisi tunaangalia faida, hata hata urafiki wa watu wawili. Urafiki kwanza, naangalia ikiwa huyu mtu ni rafiki yangu, mimi nitafaidika nini kwake na yeye atafaidika nini kwangu. Naweza kuwa na rafiki yako huyo ni tajiri au ni, uh, ni, ni ni ni beperi hivi, lakini ikiwa wewe unaona wewe ni tajiri lakini unasema, ah, ingawa mimi ni tajiri kuliko yeye, lakini kuna kazi zile ambazo atakuwa akinisaidia kufanya, na ndiyo maana tu tunatarajiwa, yani tuna ni lazima eh, tuungane kama nchi za Afrika Mashariki, kwani kila mtu anahitaji mwingine. Uganda inahitaji Rwanda, Rwanda inahitaji Uganda, Tanzania inahitaji Rwanda, Tanzania inahitaji Kenya, Kenya inahitaji Tanzania vile vile, yani tukikuwa na uhusiano huo mzuri, na ndio maana ndio maana utapata vijana tu hapo watanufaika sana, kwani vijana ndio wengi katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, lakini tukikuwa na utengano, kanojua Waswahili wenyewe ndio wanasema uh, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa nini tu methali hiyo ilikuja katika yani utamaduni wa Watanzania wakasema, eti umoja ni nguvu. Ikiwa umoja ni nguvu, lazima tuwe mmoja tu na nguvu tuziweke pamoja, ili tuendelee na tu tutoe kipaumbele tu, pa tu maendeleo yaendelee ya jumuiya yetu, tuna na tena tu, tu, tu, tu, tuna vijana na kitu kingine ambacho chakujua kama kama Afrika wote kwa ujumla unajua Afrika uh, ndio bara mmoja duniani ambayo ina vijana kwa wingi na tena kuwa na vijana kwa wingi tena kwa wingi na tena pale ambapo vijana wanaweza hata waka, wakagusia sasa hivi, ingawa kuna changamoto hizo su za kusema eti kuna nchi fulani ambayo haijakubali, yani hii free movement ya wanajumuia wa, wa, wa, wa. Hebu tugusie utumiaji wa teknolojia. Nadhani wakati uliopita tulipozungumza hapa tu nilirudia kitu hiki cha kutumia teknolojia. Vijana wa Afrika Mashariki tunaweza tukatumia teknolojia hata tukajivunia. Uh, hizi fursa zote tunazozipata, unaweza hata ukafanya biashara biashara, zinaweza zikafanya kwa kutumia mtandao mitandaoni. Unajua hivi sasa unaweza uka, ukafanya biashara ukaagiza bidhaa huko Kenya bila kwenda Kenya, ukatumia mitandao tena bidhaa yako ikakufikiria. Kitu ambacho vijana wanaweza kufanya ni kuwa macho, ni kuwa macho na kufungua macho na kuona kwamba fursa ziko kila kona, kila mahali kitu ambacho wanaweza kusema ni ku, kuwa na ujuzi na ubingwa wa kugusa hizo fursa. Kwani, hebu nikwambie ndugu yangu, uh, kutokana na mahali ambapo sasa hivi teknolojia imefikia na mtandao ambao tunao, tuseme nchini Rwanda, hakuna mtu ambaye ni kijana, tuseme ambaye amejifunja teknolojia ICT, anaweza kusema eti mimi nimekosa kazi. Jamani kuna kazi nyingi ambazo zinaweza zikatumiwa kwa kutumia hii mitandao ya kijamii. Kuna wale creatives wasanii wasanii wanaweza waka, wakatumia mitandao ya wa kijamii, kwani ukiwim, ukiunda wimbo ukifanya filamu ukifanya